Bwana tutie nguvu. Wapendwa, hii nchi ya Tanzania, Bwana aliwahi kunifunulia kwamba kuna kuja kanisa la shetani, litaibuka hili kanisa la shetani, na hivi tunaona sasa yanayotendeka katika hii nchi eh. Uniambie wewe, muimbaji wa nyimbo za injili, uko na zini na, na wenzako wamama. Wewe mwimbaji wa nyimbo za injili uko na zini na wenzako na na wa baba, sio wamama tu, na wababa wewe mwimbaji wa injili huko nakuja na kikosi cha cha agenti za kuzimu, eti unakuja ju, jukwani kuimba kwenye jukwaa, unakuja kuimba lakini unajua mahali umelala ni kwa nguvu za giza, maekantasio za kipepo unazifanya wewe. Utakuja kuimba nyimbo za gospel, utabariki nani? Utamdanganya mwanadamu, lakini hautamdanganya Mungu ambaye anaona mahali ulikesha mbele ya kuja kuimba kwenye jukwaa. Ulilala kwa kwa nguvu za giza ulilala huko nafanya mae